Hivi tunapoongelea timu kubebwa, sio lazima abebwa katika matokeo ya uwanjani, marefa hamna. Mbeleko kubwa Yanga anayobebwa kama kuruhusiwa kudhamini vilabu zaidi ya saba hapa kwenye ligi kuu? Hakuna. Mbeleko kubwa Yanga anayopewa na bodi ya ligi kama JSM kudhamini vilabu zaidi ya kimoja. Nisikilize basi, mimi unaongea, mimi nimenyamaza, ndio maana nakuongea. Endelea. Wewe unyamaza. Nisikilize. Mimi unapoongea, mimi nausikiliza. Tunabishana hapa, tuelewane. Mimi <laughs> nimemuona Refa. Refa ndo niliyemuona sababu, hmm, huwezi kuniambia kwamba dakika 15 bila sababu alafu pia mashujaa alikuja na mentality ya kuondoka na alama moja kama itawezekana, lakini akiondoka na alama tatu alhamdulillah, si ndio? Lakini kilichotokea kila mtu kaona, yaani ni vitu hata ambavyo havitakiwi kuelezewa, kila mtu kaona kwamba refarii kachezesha mechi kwa maelekezo kwamba ni lazima Simba ashinde. Mimi popote nilipoenda kuangalia mpira nimewaambia watu hii game ina kadi nyekundu hii game ina penalty na ndicho kilichotokea nilijua na nilishawahi kuongea mara kibao tu, kwamba leo hii Simba anashiriki michuano ya kimataifa si ndio? Hatujaona penati, lakini subiri warudi, penati zitaonekana. Ndicho tulichokiona tunasubiri. tunasubiri kuona kwamba nini watakacho kiazimia ki bodi ya ligi au kamati ya masaa sabi na mbili au TFF wao, kama wasimamizi wa, kama wa mpira na Tanzania si ndio? lakini watu tunapambana au bodi ya ligi wanapambana au TFF. Tunaambiwa Tanzania ni ligi namba nne barani kwa Afrika kwa ubora, halafu mwisho wa siku ndio vitu kama hivi. Tuna refa mmoja Arajiga alitoka kwenye michuano ya Kafu akaja kuchezesha dabi ya Azam na Yanga, si ndio? Ame, amerudi kwenye michuano ya kimataifa kuchezesha, si ndio? anarudi tena anachezesha. Maana yake tuna refa mmoja alafu unasema una ligi bora ya nne barani Afrika ubora ni vitu ambavyo ni nothing. ni vitu ambavyo havistahili kuzungumzwa. Tusimamie sheria na kanuni ili tupate ligi bora barani Afrika iliyo halali na sio ligi ya mchongo mchongo, kwamba linapokuja swala la Simba, Simba anacheza na mashujaa, utasikia mpaka Simba ashinde. Kilichokuwa kimebaki ni kibao kusimamishwa, kwamba mpaka Simba ashinde. Kusingekuwa na sababu ya kuongeza dakika mpaka Simba ashinde, tunajua kwa hiyo sasa hivi mechi inayofuata ya Simba nadhani anacheza na Pamba kama sikosei, sehei, sindio? anacheza na JKT mechi inayofuata. Media General. tutaona madudu mengi mnoaanaonani sahii kuongeza dakika kumi na tano Half time ziliongezwa dakika ngapi? Sita. kipindi cha pili kumi na tano jumla ngapi? Eh, ina maana hii ilikuwa nusu finali extra time. Simba ameenda finali, si ndio? Nani? Nakuuliza swali. Kulikuwa na umuhimu gani wa kadi nyekundu? Golikipa alikuwa na kosa gani la kupewa kadi nyekundu? Ana nadhani kama ni kadi alistahili kupewa yule aliyempatia golikipa mpira, si ndio? Kitu kizuri ni kwamba pia tuko na mshabiki wa Simba hapa. Kuna baadhi ya maswali pia anaweza kutujibu. Mm, unajua yeah, unajua mashabiki wa Yanga wanaendelea wao wapo kimyamko hapo katika mfumo wa mpira ulivyo yeah. Unajua, unapongelea ligi ya Tanzania ni ligi ya watu wawili, ya Simba na Yanga. Unapongelea Simba na Yanga, ninyi waandishi, kuna mashabiki wa Simba na wa Yanga, askari, kuna mashabiki wa Simba na wa Yanga, marefa, kuna mashabiki wa Simba na wa Yanga, polisi, kuna mashabiki wa Simba na wa Yanga kubebwa sio Simba tu anabebwa. Nisikilize ikauli, nakwambia ongea mm, huku kubebwa sio Simba tu anabebwa. Narudia isikilize ikauli kwa umakini, utanielewa. Shabiki wa Yanga hawezi kukwambia haya maneno. Ligi ya Tanzania ni Simba na Yanga na ndio timu kubwa. Nyinyi wenyewe andisha hapa mlipo kuna Simba na Yanga, marefa kuna Simba na Yanga, kwa hiyo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 Weka mechi ya Simba na Pamba, ile mechi Simba hakustahili kushinda. Pamba walisawazisha ikaonekana, Kamara kafanyiwa faulo wakati kagongana yeye na beki wake, sindio? Mechi ya Fountain Gate na Simba, Fountain Gate anapewa kadi nyekundu golikipa Fountain Gate, anaenda kushambulia kapata goli, tunaambiwa Kamara kafanyiwa faulo, sindio? Game ya prison na Simba, Simba anashinda goli moja, sindio mbea Golikipa Tanzania Prison kafanywa faulu na Ateba. Ateba anafunga walete kati. Game inaisha yeah, moja bila, si ndio? Game ya Mashujaa na Simba kule Kigoma kidogo. Haya, yeah, yeah. Game ya, ya Simba na Azam ya kwanza mbili mbili bila yeye. Okay. Ah, ujua kuna uh, kitu kimakaongea, nilinyamazi, zamu yangu anataka ongea. Basi niache niondoke kwa kupokezana, tunaongea mara ya kwanza, zamu yangu imefika, tulie. Ipo hivi, tunapongelea timu kubebwa. Sio lazima ubebwa katika matokeo ya uwanjani, marefa hamna. Mbeleko kubwa Yanga anayobebwa, kama kuruhusiwa kudhamini vilabu zaidi ya saba hapa kwenye ligi kuu hakuna

Kipoto kwana kanuni za mpira tuletee uthibitisho, utaongea. Yani maana kuongea, tulia na utaongea, mi lavokusikiliza injinia au karibu. GSM haina sifa ya kudhamini vilabu nane kwa sababu ni mwanachama wa, wa, wa Young Africans, kuepusha upangaji wa matokeo